Msanii wa muziki nchini Nigeria Asake, ambaye amekuwa na sitofahamu panda shuka hizi zote katika weekend hii ambayo tupo kwa sasa, amekuja kujibu tuhuma ambazo iko nazo sasa. Kabla sijakwambia alichokijibu Asake, naomba nikukumbushe kitu kimoja kwanza, hakikisha umesubscribe hapo juu kwenye chaneli yako ya Sawa Sawa Digital, halafu cha pili washa alama ya kengele yani turn on notification bell, ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu punde tunapokuwa tumekuwekea. Halafu cha mwisho, unaweza kulike taarifa zetu, kushare, pamoja na kukomenti kwenye zile story ambazo unakuwa Unazipata. So, nirudi kwenye story ya Asake. Aa, baba mzazi wa Asake alikiri wazi kwamba anaumwa, e, siku kadhaa zilizopita na ugonjwa ambao unamsumbua ni, ni kama vile amepooza viungo vya mwili wake. Hapa nikiwa namaanisha amepooza mkono. Sasa tunajua paparazi ni wengi mjini, waandishi kama kawaida yao huwa wana tabia za kufahamu kwa undani zaidi kitu ambacho kinamsumbua mtu fulani, hasa hasa kwa watu ambao ni public figure, watu ambao wanajulikana sana e, mbele za watu. So, aliulizwa baba yake na Asake juu ya kile ambacho ana, anajaribu kuend nacho huku baadhi ya watu ambao waliomuuliza maswali, lakini wengine wanajaribu kwenda mbali zaidi na kumshauri Asake kwamba ajaribu kumjengea baba yake nyumba, iwe kama mtaji. Ni kesi kwamba mzee, kuna hali mbaya ambayo anaipitia, anaweza akatumia fedha kupitia zile nyumba, kwa sababu nyumba atakayoijenga Asake itakuwa ni nyumba ya kupangisha na kama vile kitu cha kumuingizia kipato. So, mzee aliweza kuzungumza baadhi ya mambo, lakini kwenye chachu ambayo alikuwa akizungumza, familia pia ya Asake ilikuwepo. Kwenye familia ya Asake nikimaanisha kwamba mtoto wa Asake pamoja na binti ambaye alijitambulisha kama ni ni mwanamke wa Asake, lakini kibaya zaidi kwa yule binti ni kwamba yeye ali moja ya vitu ambavyo alivisema ni kwamba anamwomba Asake mchukue mtoto wake kwa sababu na mzazi pia alichangia, kasema ya kwamba waje amchukue mtoto aondoke naye, kwa sababu amewaacha kijijini, ni kama vile amewatelekeza. So ni vitu ambavyo vimeendelea kama drama moja mbili tatu. So kwamba Asake alikuwa havisikii, alikuwa anavisikia na ndio maana nimekuambia kwamba alikuja akavijibu. Lakini majibu ambayo ya Asake amekuja kuyajibu ameyajibu kupitia kipaji chake, nikiona maanisha kwamba ameyajibu kupitia sanaa ya muziki. Alikuwa amekaa kama anaimba, anafanya hip hop, lakini ile hip hop yake ni hip hop ambayo maudhui yake na maneno ambayo alikuwa akiyazungumza ni maneno ambayo yalikuwa anaelekea moja kwa moja kwenye majibu. Sasa, kabla ya sijakupa namna ambavyo Asake alivyokuwa naimba, ni kurudisha nyuma kidogo siku ambayo baba yake mzazi anajibu juu ya Asake, kuna maneno aliyazungumza, na maneno ambayo aliyazungumza alisema ya kwamba I don't know about the the name Asake is from his mother's side. The name we gave him was Ahmed Ololade a Hayo ni maneno ambayo aliyazungumza baba yake na Asake, akiwa ametaja jina ambalo alimpa kijana wake kipindi cha nyuma, lakini akisema kwamba jina la Asake ni jina ambalo alipewa na mama yake mzazi, ye jina ambalo alijua kama baba ni jina la Ahmed Ololade Ainde Odusi. So mambo yakaendelea huku na huku, hatimaye Asake akaja kujibu, kama nilivyokuambia hapo awali, akaja kujibu kupitia sanaa ya muziki wa hip hop na vitu ambavyo alivyojibu kwenye ile mistari ambayo alikuwa anaimba ni kinu kuu. Maneno yaliyokuwa yanazungumzwa kwenye ile ngoma ilikuwa anasema kwamba, you can't please everyone you can't please the world but anything you are doing just do it for God, akiwa na maana ya kwamba huwezi ukaomba msamaha kwa kila mtu lakini pia huwezi ukaiomba dunia msamaha, lakini kitu kimoja cha msingi ambacho unatakiwa kukifanya, fanya kwa mapenzi ya Mungu. Akaendelea kuandika kusema kwamba once to me and I have sent so much money to, akiwa na maana ya kwamba ameshamtumia fedha nyingi sana baba yake, na anaendelea kupambana na amepambana kwa miaka mingi sana, so kwamba akuwa amemtelekeza na ni amekuwa, lakini kiasi cha kwamba wanakuelekea anataka yeye maisha yake yawe mzigo pia kwake. So ni maneno ambayo Asake amezungumza kupitia hiyo hip hop ama hiyo freestyle ambayo alikuwa kichana na ndo mambo ambayo akiwa kizunguka katika hii familia. Najua ni kesi kwamba ulikuwa hujapata udadavuzi mzuri kati ya hili sakata linaendaje. Nadhani hapo paka sasa hivi tunakwenda katika mstari ambao uko sawa. Lakini nikumbushe kitu kimoja, Asake aliyasema hayo na aliyaimba hayo kupitia mtandao wake wa TikTok. So in case kwamba unatamani kusikia hiyo hip hop ambayo alikuwa akizungumza, mi nitakuwekea hapa video ambayo ikimwonyesha akiwa naimba, lakini kwa sababu tu za mamlaka husika na wenye muziki wao hakimiliki zao, so nitashindwa kukuwekea muziki ambao alikuwa anaimba, kwa sababu ametumia biti ambayo ni moja kati ya ngoma zake alishawahi kuzifanya. So hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.